Habari, karibu sana. Leo nataka nikuelekeze kitu kirahisi sana hapa, njia rahisi kabisa ya kuweka password kwenye whatsapp yako. Kumbuka hatuweki password kwenye simu, yaani kuna zile password za kuweka kwenye simu yako. Sasa hapa tunataka tuweke password au tunasema nywila kwenye whatsapp yako tu maana yake hapo tunaweka password za biometric au za fingerprints, au sio? Hebu tuenda pamoja ili tuweze kuweka password kwenye whatsapp account yako. Ni rahisi sana. Kitu cha kwanza utaenda kwenye application ya whatsapp. apu yangu ndiyo hapo, imefunguka baada ya hapa utabonyeza hivo vinukta vitatu vilivyokaa upande wa kulia, hivi hapa. Kliki sehemu hiyo au bonyeza sehemu hiyo. Baada ya kuklik sehemu hii, kuna maneno yamejitokeza kama new group, new broadcast na maneno mengine. Sasa utaklik sehemu hii iloandikwa settings yapa. Baada ya kuklik sehemu hii, njoo kwenye sehemu iloandikwa privacy, maana hapa kuna sehemu iloandikwa account. Sasa hebu njoo sehemu iloandikwa na maanisha hii. Baada ya kukliki sehemu hii au kubonyeza sehemu hii, kuna maneno yamejitokeza kibao au tunasema kuna menyu sasa utashuka chini utakuja sehemu uloandikwa App Lock njoo hapa niliowekea mstatili baada ya hapa kuna sehemu ya kuwasha hapo Click sehemu hii bonyeza mara moja hapo. Baada ya kukliki sehemu hii kuna sehemu inatuambia tuandike, kuna sehemu inakuambia confirm biometric touch the fingerprint sensor. Sasa tuna touch fingerprint, yes. Baada ya hapa tayari imejifunga na kuambia je, itakuwa inajifunga Immediately after one means, after first means. Sasa sisi tunaweka hiyo inajifunga baada ya dakika thelathini, ndo kama hapo. Ile unaweza ukabadilisha hivi, au hapa au hapa au hapa. Sasa sisi tunaweka baada ya dakika thelathini ndo ijifunge. Faida ya kuweka password na maanisha hiyo password ya biometric au ya fingerprints kwenye WhatsApp account yako. Hii inafanya mtu yote asio anaingia kwenye WhatsApp account yako. Ukiweka password ya kawaida, password ya kawaida, mtu yeyote lazima ataingia kwenye WhatsApp account yako. Na maanisha unaweza ukaweka zile password za namba au zile za kuchora zile tunaziita pattern, unaweza ukaweka zile. Sasa ukiweka password kama zile, ndugu yangu, mtu yoyote anaweza akaingia kwenye WhatsApp account yako. Sasa kama huhitaji mtu yeyote aweze kuingia kwenye WhatsApp account yako, labda akuombe, hebu naomba nifungulie hapo, ndio uweze kumkubalia. Funga kama jinsi nilivyokuelekeza hapo, ni njia rahisi sana, maana hii mpaka kidole chako kitumike au fingerprint yako itumike ndo WhatsApp account yako ifunguke. Bila shaka, leo umeweza kufahamu njia rahisi kabisa ya kufunga WhatsApp account yako kwa kutumia fingerprints, na hii ni njia salama na makini zaidi, inalinda WhatsApp account yako au account yako ya WhatsApp. kama umeweza kupata elimu kidogo hapa, Usisahau kugusa neno lililoandikwa subscribe ili usio napitwa na elimu ambazo nitakuwa naendelea kuzitoa. Nakutakia siku njema, karibu Shayia TV.